Twasalama haya, kazi na utu. Asanteni sana ndugu zangu, nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa hoteli yakiongezeka hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 4.2 katika kipindi hiki toka 2022 hadi mwaka jana 2025. <coughs> Kwa upande wa Zanzibar peke yake, sasa idadi ya watalii wanaokuja imeongezeka toka takriban watalii laki saba arobaini na tatu elfu mia sita na sita mwaka 2024 na mwaka jana 2024 25 tulikuwa na watalii laki nane kumi na sita elfu na matarajio yetu, na mambo haya yanayofunguliwa, idadi ya watalii itazidi kuongezeka kuja kwetu Zanzibar. Lakini idadi ya mahoteli mpaka mwaka jana jana tulikuwa na mahote, tuna mahoteli mia nne ambayo yameshafunguliwa yako kwenye operation yanafanya kazi sasa. Tukija tukiongeza na hayo ambayo yametangazwa hapa, idadi ya mahoteli itakuwa inaongezeka mchango wa sekta ya utalii kwenye pato la serikali kwa Zanzibar ni zaidi ya asilimia 30. Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana Katika muktadha huo, niwapongeze kampuni ya Reliance Resort and Tourism Limited kwa uwekezaji huu mkubwa wenye thamani ya takriban dola za Marekani milioni 35. Is that correct Ahmed? 35 million dollars no, 15 Haya, umeme unatumbua hapa. Aya, nafanya marekebisho ya 135. Milioni 135 ndio thamani ya mradi huu. Huu ni uwekezaji mkubwa sana ndugu zangu, haujapata kutokea Zanzibar. Tuwapigie makofi. Nimeelezwa pia kuwa hadi sasa mradi wa ujenzi wa hoteli hii umefanikiwa kutoa ajira zaidi ya 158, watu 158 wameajiriwa hapa. Hawa ni Watanzania, hawa ni Watanzania, na wanufaika wakubwa ni vijana wa hapa Michamvi na maeneo ya jirani. Nimeambiwa pia kwamba mradi huu utaendelea kuwanufaisha wananchi wetu kwa kuwapa kipaumbele katika kuwajengea uwezo wajengea ujuzi ili waweze ili wawezeshe kushindana katika soko la ajira. Huko zamani ajira kwa watu wetu vijiji vya jirani inakuwa hamna au chache sana, na ikitokea ni bustanini tu, sababu watu wetu hawana ujuzi, hawana uelewa wa kufanya kazi ndani ya mahoteli yetu. Sasa tukipata wawekezaji ambao wanawafundisha ili waajirike, hao ni wawekezaji wa kuwakumbatia. Kwayo tuwashukuru sana Jaz Elite Aurora kwa programu hii ya kuwafundisha vijana kuwapa ujuzi na kuwaajiri. Ndugu wananchi, mafanikio endelevu katika sekta ya utalii na uchumi wa buluu kwa ujumla hayawezi kutenganishwa na ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Hivyo ni vyema kwa wasimamizi wa sekta hii ya utalii na wawekezaji wetu kuzingatia umuhimu wa uhifadhi wa fukwe, bahari na rasilimali zetu za asili kwa ajili ya kuvutia wageni wengi na kwa muda mrefu zaidi. Na hapa niwashukuru sana sana um, Jaz Elite Aurora, lipata muda wa kutembelea maeneo yao, umo ndani mazingira, uhifadhi wa mazingira umezingatiwa kwa kiasi kikubwa. Sikuona plastiki hata kipande hata ile ya kuzuia taa hivi si plastic, kwa sababu plastic si rafiki wa mazingira. Lakini wamechukua pia hatua kadhaa kuhakikisha mazingira yanahifadhiwa na kwamba utalii unakuwa endelevu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni wasihi wasimamizi kupitia waziri uh, wote wanaowekeza wawe mazingira conscious, wachukue hatua za kutunza mazingira yetu. Vilevile nitumie fursa hii kukumbusha kwa katika uendeshaji wa hoteli zetu tuhimize matumizi ya bidhaa zinazozalishwa nchini hapa. Nchini hapa tunaweza kuzalisha mambo mengi, tuna embe Muyuni. Nataka niwape stori. Nikiwa waziri wa utalii, nilipata wageni, nikaenda nao kaskazini, nadhani ilikuwa ma... pwani mchangani au Matemwe, nikaenda nao Matemwe tukapata lunch lakini siku ile tulikatiwa boribo ya Muyuni. Mzungu alikula mpaka akajiharibu uso, na akasema sijawahi kuona embe tam laini, haina nyuzi, soft kama hii ya Zanzibar, na hakuamini hiyo embe inapandwa Zanzibar. Kwa hiyo ni raha mtalii ya kila tunda lililovunwa ndani ya nchi, iwe limetoka Tanzania Bara, limevunwa hapa Zanzibar, livunwe ndani ya nchi na tupunguze fedha kuagiza hata matunda kutoka nje, labda yale yasiyopatikana Tanzania. Lakini vile vile nizungumzie swala la kazi za wageni na zile za wenyeji. Mheshimiwa Waziri, uh, katika sekta hii ya utalii uh, wawekezaji wakubwa kama hawa kazi ni kuwekeza na kuendesha shughuli za hoteli lakini shughuli za tour operations, tour guides hizi zinabaki mikononi kwa wenyeji. Kwaona naomba sana usimamie hilo ili watu wetu kampuni zetu ziweze kufanya kazi nzuri na kufaidika na matunda ya maendeleo ya utalii wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu nichukue nafasi hii pia kuupongeza mkoa wa kusini Unguja kwa kuendelea kuongoza kwa idadi ya hoteli zinazojengwa. Kwa nasikiliza takwimu, kwa kipindi ambacho mkurugenzi wa ZIPA ametaja hoteli mia tano zimejengwa, kati ya hizo mia mbili na ziko kusini na mia tatu zilizobaki wanagawana mikoa mengine. Hii ni, ni, ni hatua kubwa sana, ni hatua kubwa sana. Nataka na niwakumbushe ndugu zangu wa kusini, zamani maeneo haya tulikuwa tunaita maweni. Uongo kweli? Na sana wazee wetu walikuwa wanakuja kulima huku, sijui mihindi, mitama, mihogo, kuchagua pachi zenye udongo, wanaweka, wanajenga mabigili ya mawe kule. Ukija lazima uvae viatu vya makozi. Uongo kweli? Sasa tumetoka kule, leo kuna mali za aina hii. Mara ya mwisho nimekuja Michamvi mimi, maeneo haya ni pori tu. Leo ni maeneo mali kweli kweli. Kwa hiyo lazima tujivunie wanakusini, tusijivunie tu lakini tutumie fursa hizi kustawisha maisha yetu, kufanya kazi, kupata kipato, kustawisha maisha yetu na wengine kufanya biashara, kwa sababu maeneo haya yanawafanya wafanya kazi wenyeji ambao wanatumia bidhaa tunazozitayarisha hapa ndani. Kwa hiyo tufanye biashara pia ili tukuze vipato vyetu, lakini sema maendeleo haya yanatokana na jitihada zinazofanywa na serikali za kujenga miundombinu ya barabara, kusambaza umeme na uwepo wa maji safi na salama ya kutosha, na pale ambao hayatoshi sera za serikali zinaruhusu wawekezaji wasafishe maji ya bahari ili waweze kutumia kwa matumizi ya hoteli. Kwa sera zetu, sheria zetu ziko vizuri kwenye uwekezaji. Niwahakikishie wawekezaji wote, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar zitaendelea kuweka mazingira rafiki na miundombinu wezeshi ili kuvutia wawekezaji wenye tija kama huyu wa Jaz Elite Aurora. Tunawashukuru sana.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 tofauti za mawazo zipo lakini zisitugawe wala tusiharibu utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu Tanzania. Oye, oye! Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa hoteli ya Jaz Elite Aurora imezinduliwa rasmi. makofi mengi na vigelegele Nashukuru sana, naomba muungane nami tumwombe. Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu aibariki Zanzibar, Mwenyezi Mungu aibariki Afrika na asanteni sana kwa kutusikiliza. Asante Mheshimiwa Rais, tunakushukuru na sasa tunakuruhusu uweze kuondoka kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Brass band, tumsindikize Mheshimiwa Rais. Vijana wa hamasa, karibuni, tumsindikize Mheshimiwa rais, makofi mengi na vigelegele. Kina mama, tunawashukuru pia, waheshimiwa viongozi wengine mbalimbali mbali, wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na Zanzibar, wageni wote mliokuja, jambo limefana kweli kweli. Asanteni sana na tuwatakia